Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Nimeleta maombi ya kuligawa jimbo la wilaya ya Simanjiro. Kama mnavyofahamu, tumepokea taarifa ya kutoka Tume Huru ya Uchaguzi ikituambia kwamba tunayo nafasi ya kufanya marekebisho ya jina la jimbo ama marekebisho ya kuligawa jimbo kama mazingira yanaruhusu, mapendekezo yetu ambayo tumeyapata yalikuwa yanatupa nafasi ya kuweza kuligawa jimbo kutokana na idadi ya watu, kutokana na ukubwa na vigezo mbalimbali ambavyo vimeainishwa kwenye kigezo ambacho tulikuwa tumewatumia nyinyi nyote katika vikao vya awali. Jimbo letu la Simanjiro kama mnavyofahamu, lina wananchi wengi lakini vile vile lina lina ukubwa mkubwa sana, na inafika hatua jimbo hili, kuna mikoa mingine inaingia mara mbili tofauti ya wilaya ya Simanjiro. Na maeneo mengine ni kwamba jimbo ni kubwa sana, lakini maeneo yote yametawanyika watu kwa asili. Ya kabila kubwa ambao wanaishi katika wilaya Simanjiro ya Wamasai, ni watu ambao wanapenda kuishi sehemu kwa ajili ya malisho ya mifugo kwa hiyo maeneo mengi ambayo yangeweza kuwa matori bado kuna wananchi wetu ambao wa wanaishi huko. Kuweka huduma kwa mbunge kuweza kuwafikia wananchi wake inaonekana ni zoezi zito sana kuwahudumia. Kwa hiyo kama wataalamu tulivyoona mapendekezo, tumepata barua ile, tukaona tulete kwenu mapendekezo ya kuligawa jimbo ili kuwahudumia wananchi isiwe ni jambo zito sana. Sisi kama wataalamu tunaona changamoto tunakutana nayo kwenye kuzunguka kwenye shughuli mbalimbali. Kwa hiyo, tunaamini na mbunge naye anateseka kama tunavyoteseka sisi wataalamu kuwafikia wananchi wake. Kwa hiyo, tumeleta kwenu ombi la kugawa jimbo eh. Pepa yangu na utangulizi ina idadi ya watu, ina hali ya kiuchumi, ina mapendekezo ya kuligawa jimbo, na baadaye kuna majedwali yenye takwimu mbalimbali. Sasa kwa haraka haraka tu niende niache utangulizi, idadi ya watu, hali ya kiuchumi, niende kwenye mapendekezo ya kuligawa jimbo, kwa sababu naamini huko kwingine pote nimesoma. Mapendekezo ya kuligawa jimbo tumefanya mapendekezo ya kugawa jimbo kwenye wilaya uh, yetu ina tarafa sita kao so, tumependekeza kuligawa jimbo katika tarafa tatu tatu, kwa maana eh, mapendekezo ya daa wa kwanza ni tarafa ya Mwipo, Terati na Emboret, na mapendekezo ya pili itaundwa na tarafa tatu za na Nabelera, rugu Remiti na msitu wa Tembo. Lakini vile vile katika tarafa hizo tatu za kwanza za Terati eh, Mwipo na no, Terati Mwipo na Emboret, kutakuwa na jumla kata tisa ambazo ni Shambalai, Mererani, Endi ya Mtu, Naisinyai, Komolo, Oljoro Abatano, Terat, Emboret, na Loiborsiret zina jumla watu laki moja sabini na tano mia moja sitini na mbili. Jimbo hili litaendelea kubaki na jina la jimbo la Simanjiro. Halafu kuna mapendekezo ya jimbo jipya ambalo nalo litaundwa litaundwa na tarafa tatu za na Naberera remit msitu wa tembo zenye jumla ya kata tisa, kata ya Orkesmet, Naberera, Kitwai, Manyomijape, Langaremit, Osoit, Ngorika, msitu wa tembo, zina jumla ya watu laki moja kumi na sita na saba. Jimbo hili mapendekezo yake liitwe jina la jimbo la Naberera. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.